Shetani na kutumwa ufuatilize hili jambo. Hii ni amri, wala sio ombi. Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Dada, vipi mbona unakuja kuja sura una nini? Hamna, kakangu, ni kuchoka tu, yani nimelela na njaa. Na wachai wanakuja na eh. Yaani mimi leo nimekesha eh. Ah, dadangu si mambo na wachawi. Hiyo shida yako naijua mimi, tatizo dogo sana hiyo ni njaa, lakini dadangu usijali kuhusu hilo. Mimi niko na wazo. Wazo gani? Nataka kwenda mjini na kwenda kutafuta maisha. Waonaje? Mjini? Kwa hiyo kaka wangu atakwenda mjini. Uko mjini, nakutambua nani tharau sasa hivi. Hivi kaka wangu unafikiri ni nani mjini anayekutambua wewe maskini usiokuwa na mbele wala nyuma tunaenda eh? Tunaenda kutafuta kazi. Watu kule wanaromba nyumba kule ni za mageti, kakangu, wote ndagonga mpaka utachoka vidole. Mi nakwambia sio watu wote wenye roho kama hizo, dadangu. Wenu ni ombee upate kazi vizuri, tuje tuishi vizuri hapa kijijini. Ha, langu jicho tum, nakuombea. Sawa, cha muhimu nao pia ni niombe ruhusa pia kwa mama, maana wewe mama we, sidani kama atakubali au umeamua mwenyewe. Kwa hiyo umeavulia nguo, unabudi kuyaoga. Mama yupo we mwenyewe, upo. Cha msingi mama ukimwona, umwelezee kinagobaga chote, atakuelewa tu. Basi mwanawe, sawa. mlikuwa mwendelea na stori gani hapa? Samahani mama. bila samahani, ajabu. atakuambia jambo gani mama? Niko na mpango wa kwenda mjini, maana ki ukweli, ama maisha hapa kijijini e, amekuwa magumu sana kipande wetu sisi. Hivi mama, unadhani tutaendelea kuishi katika hii hali hii ya uchochole mpaka lini? Eh, mwanangu, nimeyasikia yote ulionambia. Kumbuka baba wewe, ndio jicho langu hapa kijijini kweli. halafu umeyasikia mambo ya mjini mwanangu, ama umetamani na sasa mjini? Baba, ona mtoto wa Bimasumbuko amekuwa mkubwa madangori Mwanangu, usiwe kama bendera afuata upepo. Baba ila baba, nakutakia safari njema yenye mafanikio sawa. Chonde chonde mwanangu, nisikilize hayo ninayokwambia, maana kinywa cha mtu mzima chanuka, ila maneno yake dawa. Naomba haya maneno mwanangu, ya kugande kama maandiko kwenye jiwe la kaburi. Sawa, mama, nitatekeleza yote ambayo umeniambia, lakini, lakini, dadangu, naomba hii iwe siri yetu. hii hapa Itangaza itangaza tangaza huko kwa majirani, maana hapa, hapa, hapa kijijini hapa. Hey, kwanza, kama mimi, manani, ha, na wengine hawapendi kuona mazuri ya watu nani. Sijasema kwa ubaya mimi, maybe domo waweza kuponyoka. Hey, nafika hapo chini kidogo. Haya mwanangu, fanya haraka basi. Wana, kuna vyombo hapa mvichafu. Haya pole, pole basi, na huku chini sasa mama, na si ni mchana huu, ni mchana mwanangu, hakuna chochote hapa. Jana tulilala na mpaka sahii hakuna chochote. Kuku wanaoga jivu hapo jikoni, alafu amwacha mwanao waondoka tu, yeye aenda tu anazunguka zunguka tu, huko mabondeni huko amezunguka nini. Sa amekwambia yo nda chota maji hivyo vyombo huko ndani, ina vyo. maana mwenzako humwamini saa. Hamna shida mimi acha nende nikatafute ni, ni, ni nikirudi nitengeze tengeze ni chakula. Ah, haya jamani, jamani, jamani unanivute hivyo na vipi? Wasikuelei bwana, leo una nini lakini? Uko vile nsonga bure, mwenzangu, na usinipeleke mbio bure hii ya ile zenye chafu jamani, eh, polepole, sio nivutie hivyo lakini eh? Polepole jamani, hizi nyele zangu sio kazikata eh? Alafu mwenye hivi karibuni taa kusonga makeba atakaiweje? Makeba utatoa wapi? ktakanywakotewap nashangu tashangaa ta sana, endelea kunisonga na kuangalia na makeba yako. Jamani mikoba tu. Hey, jamani nasema polepole hiki kichwa cha mwanzio jamani kichwa cha mwanzio. Hey, hey, bibi, kama umeshindwa kusongwa uende zako, usinipeleke hivyo na kazi zangu za kufanya. Hata kama ah, kwanza kwanza sasa nikwambie. Hivi hmm. Nakuona paparika tu yani wat, yani watapa mtoto wewe. Eh, hivi umeniuliza, kwani nimekwambia kama hivi karibuni nitafunga makeba.

Nitabaki hapa hapa kijijini kazi kulima miogo tu nakula. Mm, so anafikiri kwenda mjini wala wapi? Utu mjini. Kwa hiyo kaka yako yule, namjua, kasema nde mjini kwa nini upi tena, mtaangalilia kati vizuri <coughs> ni ah. Hebu niache mie sinkati nyle zangu, shoga yangu <coughs> yaani kuambia kama kakangu hivi karibuni yenda mjini kununisha kichano changuizangu bure, nenda bwana wewe kwanza, na kazi zangu za kufanya hapa. Ah, kwenda. Kazi ni uchawi tu. Na bado wewe bado wewe shamba wewe, anaenda mjini ukara mkubwa. Endeleaje na hapa? Ah, tuendelea vizuri, sijui wewe. Nimefanya vizuri kukuona, maanake nimepitapita siku nyingi sikuoni, sijui ulikuwa umeenda safari ya wapi. Nikipitapita pita mlango umefungwa sijui. Hmm, dadangu na wao wabisha ndani, sibishi lakini, nikiona dalili hapa nje huwa sioni mtu. Huwa siku hizi napenda kutulia kwangu, niko hapa hapa ndani. Hiyo mama ho mara ho sijui nani fulana na nini, sitaki Ah, tuendelea hapa, hapa. Ah, ah, vizuri lakini si vizuri vile, ni mabaya, maanake mimi nasumbuliwa. Mimi naona nizamia yako, ndio maanake nimekufuata wewe. Ana kati a watatu na wanne, nizamia nani? Minaona kama nzamia yako. Mimi ni mara nne, mjombangu yule, shangazi yangu juzi, alafu nikatoa kakangu tena juzi, nimewapa mtoto wangu, lakini bado tumwataka. Mimi raundi sitoi nyama, mimi sitoi, ni zami yako. Alto watu watatu mwanzo, kale kajukuukako, kale kwenye mamake ko Saudia, kamefanya mashaku, katoe hako ako kajukuukako Si eh? Nikikatoa kale na mwenyewe uko Saudia aliniachia, atasemaje? Mtoto wangu basi, utakuwa ndo wazila wewe, na hata huone hapo, upata chansi. Haya, kama nili. Eh, itabidi utoe wewe, itabidi sasa ntoekaleka jukuu kangu wekakmaana, mimi naitwa mama kesitoi, weka sh shehoma. Tusinakuelewa mambo yako, twataka nyama sisi, nzami yako. Kwa heri basi. Haya, sawa. Ni nani sababu hmm. Acha basi mimi nielekee, maana time na pia naona ndio hiyo imefika. Sawa mwanangu, nakuombea safari njema, usafiri salama. Naomba yako yafanikiwe. Sawa mana saku afudadau, naomba utulie Just here, mpaka nirudi. waakshiaishaa kijiji hivi, wewe unajifanya kidume, sio? Wewe si unataka kazi? Ndio. Kazi nitakupa. Hautaisahau maishani mwako. Ona kwa mbali, uendapi na mbio mbio zako? Ha, naenda kule shamba nkaangalie mihogo yangu. Oh, ulipanda mihogo mbuzi hmm? Wakusumbui huko, nakwambia mbuzi wanatafunia mihogo yangu haya. Ha, sawa basi, mi nimekuja hu... kufunga mbuzi zangu sijua. So, kisima kilikauka huku ha, Basi shida. Mwapata mimi nilikuwa naelekea kule shamba nkaangalie mihogo yangu. Alafu Kaseno alienda wapi? Maana nasikia fununu tu, na leo nimekupata. Fununu gani? Kwamba mwanao alienda mjini. Mwanangu alienda mjini sahii, aelekea mwezi wa sita. Sahihi e. Nakwambia hapo kijijini sahii e. nitajenga nyumba ya kifahari e. e. Haya mama, tanaona hivi sawa mama. Sasa tuone hiyo nyumba ukijenga. Haya Wenzangu, si nimeona leo kutembelee, maana ulikuja niponda hati e, sipatikani mm, h -hmm, sionekani, kaona leo yes. Nije vipi, ule mpango, mpango huko wow. Tena mpango kweli, hmm. Dada, mi si nimepisha na mjukuu wako, anambia enda dukani. A, mpango huko kivipi? Nenda kajionee kwa kirumu <laughs> mi nakujua bima shetani Niambie haya, mama, ushajionea? Yani bima shetani mwenyewe huyo eh? Ni nani yule? Si eh, ni Kaseno yule. We haya, vilianzaje? Kamtokezea njiani nikamchukua mwenyewe, kaenda, yuenda mjini nikamchukua. Jamani, hey, hey. Mimi mambo yako, eh. Mjini mama yake hey. Ni kwa nyanyake ama kwa nani mwenzangu Wacheze a bi mashetani wewe, moto moto apotea hey. Mbali si wa karibu hey. Mbali hey. Hey, nipe nyama nyama kama umeonaje nyama, nyama, si. Nyama, nyama. Nyama. Huyo ah, si. Bimkubwa Kasino anaenda mjini. Kasino nitajenga jumba hapa la ha? Mawe. Cheza bimashetani hmm. Wewe. bimashetaniuk Nikuja njangu hata hamna kiti. Ah, kaa hapa wewe na kunjo pepo. Kaa. Nashukuru hmm. Naona, umeng'ara mashanza, kutoa pesa. Nimewaletea habari mwanangu, kaniaga yenda mjini, mpaka saa hii amemaliza miezi sita na hajanitumia habari yoyote. Ana miezi sita saa hii toka miezi sita yenyewe. Eh? Wewe barobaro mkubwa mwenye na miraba minne, barobaro atakaoaleo uaoa patepaza, hey. Mwana huyu basi, wajipa roho presha. Kaseno, eot yeah. Ni barobaro lakini ameondoka ni muda mrefu huo miezi sita, wafikiri ni mchezo? Kaseno, wajua kuandika Jua jua basi, si ungoje barua. Barua na ngoja mpaka miezi sita bado, alafu wajua mjini wewe, na kusikia wakusikia, eh. Basi uko mjini majumba ya kifahari ya, ya nakwambia, ukitembea ujiona. Alafu wanawake nao hmm, wataka vitoto vidogo, labda lienda kete antulizwa, lakini mwenzenu na wasiwasi. Wasiwasi gani? mweza nisaidia kweli shukisha pressure. Aha. Jamani hmm. Acha nirudishe pale kwangu, lakini au usijali, Mungu atakusaidia. Haya, wakati mwema. Mshabani wewe, miezi sita na bado mama, utaisha mwaka huo

Ingia huko ndani, nakutuma ingia huko ndani, kachukua chakula mpatie, dondosha. Au atampatia chakula kama ni maji ya kunywa. Mama nimechoka kulishaje dude lako. Samahani mwanangu, kampatie nni hali ya mke yani, nimeamsha mpaka nimechoka koo bwana. Hiyo ni ishara ya kuwa mle ndani, Halima hilo dude. Ah, mimi sijui, nona limejalia tu. Hebu nipe maji.

Nyama mtapata. Tutapata lini mkuu? Mtapata toko liposema, tutapata nyama yetu. Na tujapata nyama yetu, nyama mtapata. Mimi nilipomtoa dadangu wao, uliniharakisha mkuu. Nyama mtapata, mtapata. Kazi kwako mkuu. Mkuu, tunahitaji nyama mkuu. Nyama mtapata. Tutapata lini mkuu? Mtapata. Suma, tutapata etu, tutapata nyama, nyama, mtapata. Dangu, mtapata leo hii mtapata nyama mku. Nyama, mtapata. Mkuu, tuna hamu mkuu. Mtapata nyama. Mkuu, tunasubiri mkuu. Mtapata nyama dawa, mkuu, mtakula mtashiba, mkuu. Mkuu, tunasubiri mkuu, nyama itakujalini mkuu? Nyama mtapata ni mkuu, leo utapata nyama. Mimi nilivyo mto wa babangu mimi, mkuu, niliharakisha sana, ni kweli, lakini mtapata nyama, mkuu. Ona yoy, tunangoja nyama yetu huko, mtapata nyama, nyama, nyama.

Ole wako, ulilolisikia na ulijualo uliacha hivyo hivyo, ila nitakuonyesha kilichomtoa kanga manyoya. Mwanangu. Naam, mama. Usiku nimelala, bimwa shetani na genge lake wamenifuata. Acha! Wankuja nakwambia hata nikinyosha mkono hivi <laughs> hauendi nikirudisha hivi hauendi nakwambia nini? Ananiambia nisimfuatilie. Nisimfuatilie, eh. Simfuatilie na nini? Ananiambia nisimfuatilie na nikimfuatilia nitamjua kwani ni bimwa shetani nami ndo nakwambia napambana naye bampa tu bampa. Nilimkosea nimkosea ni nini, ni nini? sijamkosea lolote hata, hmm. Hivi basi, ilikuwa na wazo ile, naomba tuende kwa mganga. Mganga tena mganga, una mganga mwingine kule aitwa mganga mapori, itabidi tuende huko. Mganga atatuambia kila kitu. Mimi safari za kwenda kwa waganga tena mama Twende. Twende peke yako na mimi? Twende sote. Ah, mimi siendi. Twende mwanangu. Kaka yako paka sasa hivi hajatutumia barua yoyote. Tunajua hapo alipo yuko hai ama amefanya nini. Kwa hiyo naamini kama kaka Sharogo azali ndio maana hajarudi nyumbani. Eh, hey, nakwambia hapa kuna wachawi. Si unaona bimo shetani amesema nisimfuatilie, kumaanisha yeye akijua mwanzo hata mwisho. Lakini kaka naye ngelele chake. Ndio hapo sasa. Maana mimi nilimwambia, mjini mjini mjini.